Uhari gani mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Kufuatia changamoto ya muda mrefu ya vyoo vya wanafunzi wa kiume katika shule ya sekondari Malama iliyopo katika kata ya Nsalala, mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi, wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya, imemwibua mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa nek kutoka mkoa wa Mbeya, ndugu Ndele Mwaselela na kufika katika shule hiyo na kujionea hali halisi ya shule hiyo baada ya kukagua na kujionea hali halisi ya vyoo hivyo, MNEC Mwaselela amehuzunishwa na hali hiyo na kuja na suluhisho la kutatua kero hiyo, na hapa anatoa hatua za awali za kutatua changamoto hiyo. Tumeweka hapa mumsaidie mwalimu mkuu hapa. Mimi naagiza kesho, kesho Jumatatu Mashaka ataleta tofali hapa, atajenga hivi vyoo kumi na mbili lazima tudiri na matatizo ya wananchi. Ndio maana leo tumekuja na viongozi wa chama. Vitu kama hivi ni ubinafsi. Havihitaji mheshimiwa rais afike huko. Ni ila tu lazima isemwe hivi kwa sababu ni mwazi. Tumefikia hapa kwa sababu tumekuwa wabinafsi sana. Mwenye mwenyekiti wa jamii imekuwa na ubinafsi mkubwa sana. Niambie ni shilingi ngapi hii? haya hivi hivi, hivi ndani <laughs> milioni mbili <Hayama laughs>

mimi hawa wengine hawa sina ugomvi nao. Wewe bodi ya shule ndio mwenye shule hii, niwahi kuwa mwenyekiti wa bodi yaani nyie mnafikiri furaha kweli hivi. haifanani na sura yetu, si ndivyo? na haya mnasema, mnafikiri mnaweza mkaficha dunia leo. na mkificha ili waje. dunia imebadilika siku hizi. sawa? wewe ukificha atakuja mtu hapa, atakuwa na lima hapa, atapiga picha. hakuna dunia ya kuficha mambo sasa hivi. tatizo likionekana lazima litatu Hmm? Viongozi wenzangu wa kata, tembeleni shule hapa. Ndio tunasema tunatatua kero. Mahusiano ya kati ya Chama cha Mapinduzi na wananchi yako yakwa. Na mimi ndawapa fasiliti zingine itakuwa mzume zaidi ya mzume, hmm. Ili eneo hili tuwe na special school, amesema diwani hapa. Tunataka hii shule baadaye iwe form 5 na form 6. Salim leo tumezalisha vitu vile. Tumekagua vyoo, tumeona vyoo vile havifai. Na hatuwezi kuficha. Na mimi ndio mwakilishi wa mama hapa. Na nimekuja hapa nafanya kwa niaba ya mama. Kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na siwezi kwenda kumwambia mama niliona, unajua pale vyoo, akasema yani Mwaselela tulikuchagua uneki wa nini sasa? Ume kafanye alafu niambie mama nimefanya. Sio hivyo jamani? Kazi ya mtoto ni kumsaidia mama yake. Mimi ni mtoto wa Mama Samia. Kazi yangu ni kumsaidia mamangu, mm -hmm. Kazi yangu asiumbuke, ndani ya wiki moja au wiki mbili vyo vimekamilika. Ndaleta fundi Jumatatu, matofali atakuja siku kesho, mnabeba wenyewe. Lakini mimi wajibu wangu kwa sababu ni mwakilishi wa Dr. Samia Chama, nimekuja kutembelea shule yetu Siwezi kuondoka hivi, nimekupa milioni moja hii usimamie milango hii, jumatatu ijayo yawe watoto wanaji wanajisitiri mdani. Nimewauliza wao wenyewe ni shilingi ngapi, wamesema milioni moja kila kitu. Kwa hiyo kazi yako ni kuja kutia timu kuangalia.